Nam weligani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Taarifa iliyoipata kwenye vyanzo vya habari ni kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mchekeshaji lakini pia MC e, Pilipili. Taarifa hii kwa kweli imeweza kuwashtua wengi na hasa ukizingatia alikuwa ni mtu maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini pia ni mtu ambaye ana historia kubwa sana katika tasnia ya e, burudani. Sasa uh, MC Pilipili e, kifo hiki kimemkuta akiwa njiani akielekea Dodoma na taarifa niliyopata ni kwamba e, alikuwa e, njiani kuelekea Dodoma, lakini kwa bahati mbaya inaonekana kabisa kwamba uh, kifo kilimkuta njiani. Inasemekana ni presha ambayo iliweza kumkuta ghafla. Sasa e, najaribu kusoma e, taarifa mbalimbali e, ambazo nimeweza eh, kuzipata ambapo uh, tunaona watu wengine ameonekana kusikitishwa na eh, kifo chake kwa sababu imekuwa ni ghafla sana eh, imekuwa ghafla sana kwa sababu eh, tunaona jinsi ambavyo alikuwa ametupostia tu jana eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini kwa bahati mbaya eh, ndio hivyo tena, katutoka. Lakini eh, chanzo kingine inasema kwamba labda kuna vitu ambavyo viko nyuma pazia kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, watu wanajiuliza ni nini ambacho kime, ambacho kimeweza kumkuta na kwa sababu gani. Lakini eh, kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba uh, inaonekana eh, kuna kitu ambacho hakiko sawa, lakini ndio hivyo tena, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano nimeona kuna posti inayomhusu MC Garabi ambapo Eh, ameweza kuzungumzia kuhusiana na kifo cha rafiki yake lakini pia ndugu yake katika tasnia ya UMC yani usheshaji eh, lakini pia anasema kwamba eh, kuna project ambayo alikuwa amepanga naye eh, kufanya eh, Dar es Salaam lakini kwa bahati mbaya alikuwa amelekea Dodoma kikazi eh, lakini kwa bahati mbaya ndo umauti ukamkuta, lakini alikuwa amepanga naye kabisa eh, kazi eh, na alikuwa Eh, amekubaliana naye kuja kufanya naye kazi Dar es Salaam pindi atakapokuwa ame ametoka Dodoma, na Dodoma ndiko nyumbani kwa MC Pilipili yani ndio nyumbani kwao, na tunaona ndo uko mauti uweza, eh, kumkuta sasa. Uh, tunaona uh, kuna posti ambayo iliweza kuwashtua wengi ambayo yeye aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Anaandika uh, kwa nini mtu anaweza kurogwa Eh, hii ndio posti yes, mbili ya saa kumi na mbili ya asubuhi aliyoshare marehemu MC Pilipili kwenye IG yake akisema kwa nini mtu anaweza eh, akarogwa? Anaweza e, kurogwa, kwa hiyo alikuwa ameposti hivi. Sasa sijua alikuwa anamaanisha nini na posti hiyo, imekuja leo na leo leo pia ameonekana eh, kufariki. Sasa tunaona maoni ya wadau walio e, toa maoni ya kuhusiana na posti ya e, mwisho ya MC Pilipili mmoja kaandika depression depression depression, sijui hata na wazanini maskini uh, Mwingine akaja hapa akasema of course depression is real, akasema alafu huwa tunapuuza na kuona zifu tuko sawa, hila inatutafuna ndani kwa ndani uh, alimpenda sana yule dada uh, yani uh, wanaume wanapenda kumezia hata kama wanaumia uh, mama yake takia fariki ya kuwahi kuwa sawa Depression is real, if you have time to enjoy, just do it. Life is too short, kwa maana ya kwamba unaweza ukawa na mawazo kupitiliza, alafu ukashindwa kula bata. Kwa hiyo unaweza ukapata changamoto na ukapotea na usiweze kuenjoy tena. Mwaesema si msiba wa MC Pilipili ila, hapa naona thamani Mpani, msiba, ya nafsi. Sasa sijui kwa nini msiba wa mia watu hamkoposi, ama kusema tutarejea mji chote kuhusu wao akimaanisha kuna vifo vilivyotokea hapa katikati havijakukosa, lakini Pilipili tunaona imekuwa ni ya ghafla sana. Hii haisaidii eh. kama ka posti ya mwisho tena, mmoja eh, kaandika duni du alishtuka, basi kama amemchezea da binadamu, wabaya sana amaanisha eh, kwamba kuna watu ni wabaya wachawi hawezi uwa mafisadi na watu wanapatia tozo, ila kazi kuonea maskini tu. Uh, mmoja nasema kwamba wachawi hii ila walimwengu, kuna muda huu wanakosa amana kabisa. Mmoja kaandika wachawi wote wa uwawe, pumzika kwa amani. Kwa hiyo ni post ambayo iliweza kuwashangaza wengi eh, kwamba kwa nini kuna mtu anaweza kurogwa, kwa hiyo kitu ambacho kiliweza au sio? Yeah, bwana eh, tunaona kabisa kwamba aliweza eh, kuzungumzia hilo swala. Kuna mtu anaweza pia eh, kurogwa au sio bwana eh, kwa hiyo ndio kitu ambacho kiliweza eh, kutokea, na watu mbalimbali wanaonekana kuposti, wamesikitishwa na kifo hicho, na tunaona Juma Lokole eh, aliweza ku, eh, kuposti cha kitu eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram akisikitishwa sana na hiyo posti akaandika kupitia ukurasa wake kwamba, uh, we Juma, kuna mtu alimtumia message Juma kwamba yuko kwa mochwali pale, na ni kweli tayari alikuwa ameshafikishwa pale. Na tunaona watu akaandika hapo pumziko kwa amani Pilipili. Of course ndio hivyo Uh, lakini pia tunaona wangesoma wengine wakaandika, maisha ya binadamu ni mafupi sana. Yesu wangu sitaki, atakuwa mimi uh, kafariki kweli, imekuwa jekwani. Uh, mmoja akaandika kwamba amefariki ghafla, kwa hiyo uh, kifo chake ni cha ghafla, na wala sio kwamba alikuwa anaumwa, alikuwa na afya njema kabisa wakati anatoka Dar es Salaam, lakini ndio hivyo uh, inaonekana ndio hivyo. Mmoja akaandika kwamba hii nchi uh, mmoja akaandika jamani, mm, si juzi tu aliona pesa yake, alikuwa mgonjwa, yote kwa yote ndo hivyo tena. Aha, mwingine uh, mwingine akasema kwamba kaka Juma, mdogo wako na e, naomba laki moja, mmoja kasema. Kwa hiyo alikujibu Juma au uh, mmoja kasema umeanza kiki zako za kijinga yes. Kwa hiyo haijulikani hiyo message ilitumia ni MC Pilipili ama alitumiwa na mtu mwingine. Lakini e, tunaona ni, ni kitu ambacho kimeweza kutokea na inaonyesha wazi kabisa kwamba imeweza kuwashtua kwa wengi kwa sababu hawakutegemea na ndo hivyo kama ilivyotokea ko. Tunaona kuna mambo mengine alishai kuzungumza hapo nyuma, lakini pia tunaona kuna interview kadha wa kadha ambazo zimeweza kutokea hapo nyuma lakini kubwa zaidi ndo hivyo tena. E, tunaona maisha ya mwanadamu ni mafupi. ya ndo hivyo tena, MC Pilipili Mungu amemchukua. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na kwa e, yote, yule ambaye ameguswa na aweze ku comment hapo chini, lakini pia kama mara ya kwanza hakikisha una subscribe ili uweze kupata update mbalimbali za wasanii, lakini pia habari kwa zote zinazohusiana na hili lililotokea.